Gumza. Sasa, mm, leo jamani, tuna ujumbe kwa baadhi ya mafundi wa vifaa vya umeme ambao mna tabia ya kuiba vitu vya wateja wenu ili muendelee kuwatia hasara. Jamani. Na hivi tunavyozungumza kuna baadhi ya wateja tayari wameshawahama mafundi wao. Eh, kwa sababu ya tabia hiyo hiyo mbaya. Unajua kuna mtu mwingine mm, alipeleka kifaa chake kwa fundi. Ndio. Ilikuwa ni waya tu. Waya mdogo mm, mpaka sasa hivi tunavyozungumza kamwachia fundi TV <laughs> feni tayari iko kwa fundi fundi, yani uh, ukienda kwa mafundi. Ndio maana unaona baadhi ya mafundi wana vifaa vingi vya watu. Ndio kumbe, kuna watu wanazira sema ah, haya am mambo gani haya? kila siku niki haya ni, siki, hivi mm, kimeharibika tena mm. Na kuna baadhi ya mafundi wana tabia ya, ya ya, ya kuweka vitu feki mm kwenye vifaa vyetu vya umeme hivi. Au kuna fundi mwingine? Kwa mfano mimi nimepeleka TV yangu pale nikatengeneze labda pengine kuna kifaa kimeharibika. Nimekuta pia kuna mteja mwenzangu eh, na yeye amepeleka kifaa kile kile kama cha kwangu. Sasa wakati fundi anatizama na angalia anaona ah, kwenye TV ya David. Ndio. Kuna kifaa ambacho na kiona bado ni kizima kizima, ni kizima. Kizima na eh, kichomoa. Unakiweka kwenye TV ya mteja mwingine. Ndio. Huyo fundi anakuja kumwambia ah, hii si ya TV yako hapa? Isharibika sana yani mm, unamwambia anunue kifaa kile ambacho umekitoa wewe, umemwekea mteja mwingine, na yule mteja umempiga hera ya mana. Na bahati mbaya sasa, ndugu yangu, inauma. Siye wengine sio mafundi jamani. Yani mi nikikupelekea fundi, manake nimekuamini. Haya mambo ya umeme ya nini, ndio nijitie shoti? Mtoto wa watu natafuta nini? Haya, nimekuletea jamani, nitengenezee huu, haya mm. Kumbe mwenzangu pale ushaona kidogo kale, tunasema <laughs> namna Uh, wanaita wataalamu hot wenyewe eh, wenyewe eh. Wanajua chomelea chomelea kule, kumbe kale kakifaa kameregea kidogo tu nikamkazia tu ah. Tunakakaza pale, ushaona kuna mteja amekuletea, afu kile ndio kile kifaa kinatafutwa, nasikia mm. Hiki kimekufa kabisa eh, hiki kishakufa yani hiki cheki hapa. Hii kitafuta kingine; unaitoa kile kipimo kile kinachosoma namba. Kuna namba ana Ula... seti yeye. Yes. Kinasoma 00, umeona 00, eh. Kimeshakufa hiki kabisa. Kwa hiyo ndugu yangu, nenda kaleta kingine. Sasa jamani, mm. Tunatia na hasara. Harafu, watu utambue kwamba fedha na uleta mm. kwako fundi wakati huu na ratiba zingine nahitaji ni nitimize eh, ma, mahitaji ya familia yangu mm. Sasa kwanza kabisa unaponifanyia hivyo nikagundua uaminifu sifuri kabisa kwako mm, yaani nitawaambia na wenzangu kwamba pale ukienda kama TV yako nchi ya arobaini na tatu ama sitini ama sijui sabini na ngapi mpaka themanini yule usimpelekee, yule sio fundi, yule ni mwizi wa vifaa. Sasa nyinyi wafundi, nyie, unajua kuna mtu mwingine anapata wateja wengi, ujiulize kwa nini? Kwanza kabisa ni mwaminifu, anatengeneza kwa wakati eh, anaongea ukweli eh. Kwani ukiniambia mimi kama mteja wako, ukasema jamani David Maruseke, naona aka kakifaa kamelegea kidogo, na nachokiona labda tufanya hivi na vile, unapungukiwa nini jamani? kikweli hii na kera kulikweli, na ndio maana tu leo eh, Novemba 11, 2025, dozi hii tukasema aka, tunajua mnatusaidia sana mafundi sisi wengine hatuwezi tukaingia wote tukaanza kuwa watengenezaji wa vitu tuwaletee, basi nyinyi ndio muwe madaktari wa vifaa vyetu vya umeme. Lakini wizi aku, tutarejea hapa baada ya kupata ujumbe eh. Tutakuja kumalizia malizia hapa, lakini pia tuko live muda huu 93.7 Radio Kwizera FM Kigoma. Walianza kusearch, wakasearch. Radio Kwizera FM. Kitu. Peperusha bendera wewe Biharamulo, a'a Biharamulo, twaija wote tuseme di uh, uh, Desemba 25 elfu mbili na 25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 <laughs> utajisikiaje nikikwambia unaweza kushinda hadi milioni 20 ndani ya sekunde? Ni Toboa Chap Chap wa Tanzania, mchezo kutoka Bahati Nasibu ya Taifa unaokuwezesha kufanya maajabu haya. Chagua mchezo wako pendwa kwenye orodha ya michezo mitano ya papo hapo: Kwangua, Zungusha, Mechisha na pap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 Ndio hivyo mm. E, manake hapana, yaani mimi kidogo nilikaba hapa mm. mm -mm. Leo hii ni Jumanne. Ah, mafundi naanza na, na nyinyi mapema. E, lengo kubwa jamani, mjirekebishe kwa kweli. Tunaumia sana sisi mm. wateja. Mbadilishe tabia hiyo, sio nzuri, sio vizuri mm. Jamani, mimi nimekuletea TV yangu mpaka naiacha kwako mm pesa hiyo hiyo unayo peke yake, yaani mm. Una balance nyingine, alafu tunatishiana mm. Utasikia hii uharibifu ambao umetokea hapa mm. Hauwezi ukatengenezeka kabisa mpaka mtu anasema hapa hey. Sasa nikanunua TV nyingine It Ma maana kuna mtu anakuambia mm. kifaa hiki kinauzwa laki mbili. Ndio. Ukiangalia TV umenunua laki tatu. Eh. Unapima hapo. Kifaa laki mbili. Sema basi, sasa nikijipanga panga hapa laki tatu. Sina ongeza na nunua TV. Ndiyo kuchukua TV mpya, basi baki nayo basi. Kama mimi unaona na faida haya. Kanayo. Baki nayo. Kama unaona mimi na faida. Sasa kwani nisihame? Na mbona mafundi na mafundi mwingine. Mm. Yaani, kwa kweli, baadhi yenu mafundi ambao sio waaminifu kwa wateja wenu mnaumiza sana yani, mnaboa mno mno kabisa, yani unabaki, yani mteja nabaki, anabaki anaumia hivi. Kwa nini kikombe akipeka kwa fundi mwingine? Sasa hey, ndio mmoja kitu kibaniki hakifanyi kazi eh, ndio akasema ngoja mimi nichukue nipelekee nyumbani. Yeye hapeleki nyumbani, anahamisha anapeka kwa fundi mwingine. Sasa yule mw. fundi mwingine akimwambia, ah, kwani TV yako nzima ndugu yangu. Miaka tu kadude kadogo. Miaka tu kadogo. Switch in kuibonyeza tu mpaka Jamani, ah, kwa hiyo fundi fulani atakanipige. <laughs> Eh, ushajua. Ushagundua. Kumbe sio mwaminifu. Kabisa. Jamani, kwa kweli kuna madhara mengi sana kufanya hivyo kama fundi. Kwanza kabisa unajiondolea uaminifu. Uaminifu. Lakini unanitia hasara mimi kama mteja wako. Ndio. Lakini pia, yani na uaminifu uki, ukiondoka kwako kama fundi, maana yake wewe kipato lazima kipungue. Kitapungua. Jamani, ofisi utafunga. Maana utasikia wewe umenifanyia nini wamenendea sijui wapi. Kuna mtu kanichawia hapa. Wapi? Mwenyewe, mwenyewe bwana, mwenyewe. E, kabisa. Umejiloga mwenyewe. Jamani, kwa hiyo mafundi huko, tunasikilizana? Tunaelewana mafundi? Tupo. <laughs> Mafundi wapo. Sasa hivi nasikiliza. Jamani sisi, msituchukie, msituchukie bure. Ndio, tupendeni bure tu aswa, kwa sababu tunawasaidia. Yawezekana kuna wateja kadhaa ambao umewapoteza mm. kwa sababu ya kutokuwa mwaminifu kwao. Ndio, kuna namna ambavyo unaweza kuwarejesha hey. Lakini uta, uta, uta, utapata tabu sana, na nikuambie kitu mm. mafundi ambao wanafanya vitu kwa usahihi na kwa uaminifu wanapata wateja hao, wana hizo kazi mpaka kazi nyingine wanazikimbia, yaani mpaka mtu mwingine anaajiri vijana wengine wamsaidie. Hivyo e, unajua, kwa mfano kama umeshajua yule ndo fundi wangu mimi mm. Ukimwambia asiani leo, yani nina nina hizo kazi za watu zinatoka mwezi wa nane naweza hey. Nikakuelekeza fundi mwingine, anakwambia kama unanielekeza kwa fundi mwingine, ngoja niache siku eh. Hey. Kiji, ukipata nafasi nipigie simu nikuletee kifaa changu. ni ndio kwa sababu ya uaminifu mm. Kwanza kabisa hata matatizo yakitokea mm. Yule anazungumza ukweli kabisa hey, kwamba jamani, ah mimi siwezi nikakuchukulia hela yako mm. waya ulichomoka mm. nikuunga tu hivi hapo, wewe utastaka hata mia yako eh hey. Sasa mtu anaona hapa hapa pa kuchomwa vitu hapa <laughs> maana unasikia feni hii uliyowekea kwenye kompyuta hii ama mm, CPU hii mbovu mbovu, mbovu. Sasa mbona unaona naisi, mbona kama imefunguliwa na mimi sijaifungua mm. Kwa bahati mbaya sasa wale mafundi baada ya kuiba mm -hmm. Kuna vitu Mwenyezi Mungu anaumbua wa wanasahau, nati zilikuwa nne, zinakuwa tatu, tatu. Zinakuwa mbili <laughs> mara sijui ramu zile ziliwekwa mm. Waje mechomolewa nauliza, mbona wakati nanunua zilikuwa mbili, zilikuwa mbili, shida nini? kuna namna fulani hivi jamani, hapana ah, mm. Hebu tupitie jumbe hapa za wasikilizaji yeah. uh, Yusufu amoni kutokea pale za Kitanga Kasulu anasema kwa kweli au mafundi hawatakiwi na wanavunja uaminifu, lakini tuombe Matayo kutokea pale za Kukayaga mkubu Ngara, anasema hakika kaka, hapo mmegusa penyewe, kuna baadhi ya mafundi ni wajanja kwa utengenezaji kwa kitu kilichoharibika, tena anasema umuuzie, maana kwake ameona si tatizo kubwa kupitia Kizimbani wa kere. Lakini naitwa Bahati Marisela kutokea pale za Kahama, hasa kikweli hata mimi yashawahi kunikuta mm. Nilinunua simu yangu ikaharibika, ile uh, ile kupeleka kwa fundi akaniambia haiwezi kupona, nika nikatupa nika, nika, ila niliporudi maskani mm -hmm. Nikaiuza hivyo hivyo, nilimuuzea akaipeleka kwa fundi maajabu, akapeleka pale pale nipokuwa nimepeleka. Kumbe eh, bwana simu eh. ilikuwa in a uh, haiwaki, kisa haichaji. Okay, kwa hiyo walizungumza bwana yule tatizo ni chaji. Yule ni chaji tu nenda. <laughs> Eh, Yusufu yeye, amoni kutoka pande za Kitanga, tunashukuru sana lakini pia tumekuona hapa Bahati Badisela, andika ujumbe mmoja tu. Ndomba buzo mm, uh, ndomba buzo ya kutoka pande za Nyamau angara anasema hakika umeupiga mwingi mchakato, uh, kwa Jackson yule badi tuko pamoja sana lakini pia tumekuona hapo naitwa, hey, haya haya haya jamani, ujumbe mmoja tu Elisha Kabwa kutoka pande za kitu cha Mbogo Biaramuno anasema wenye tabia hiyo jamani ni wengi, hata yeye yeah, yeah, wamemdhulumu radio yake wanakera kwelikweli, jamani, tukushukuru sana uh, Lakini tuangalie kwenye ukurasa wetu wa Facebook, kwa sababu pia uh, tuliweka mada hiyo, na tusome hapa jumbe kadhaa huyu, uh, kupitia ukurasa wetu wa Facebook hapa tumemuona ndugu yetu hapa aya, uh, ngoja kwanza niweke mambo sawa, ili nipitie pia ujumbe wako hapa. Uh, msikilizaji lakini pia mfuatiliaji wa mitandao yetu ya kijamii ikiwemo mtandao wa Facebook, tumeona ujumbe wako hapa. Huyu mwingine ameandika kwenye ujumbe wake wa Facebook, anasema naitwa Beatus Teobadi kutoka pande za Rushambiangote, anasema huwa haipendezi kabisa, maana anakuingizia uh, hasara usiotarajia. Lakini pia tumekuona ICTZOG mriani kutokea pande za huko na kuendelea kutufuatilia, unasema inauma sana, afu ndo hela yote unakuwa nayo washindwe. Haya jamani, sisi ujumbe tumeufikisha, lakini tukwambie tu jamani, uaminifu unaanza na we mwenyewe. Leo tulikuwa kwa mafundi, siku nyingine tutakuwa na wengine haswa hey. Tutakuwa nao wengine hapa, tuwakande, tuwanyooshe, turekebishane tabia ili mwisho wa siku sasa tuweze kupata jamii iliyo salama. Zaibana Gwanumpu, uh, Kakonko huko unatusikiliza vizuri kabisa. Uh, sema ndugu mtangazaji wa kere au mafundi, kwani hata mimi waliwahi kumpiga <laughs> Haya bwana, tunakushukuru sana. Saa sita kamili ni taarifa ya habari msikilizaji, lakini punde utapata ujumbe kutoka studio. Mimi naitwa David Maruseke niko hapa na Rehema William Rohotora tukilisongesha zaidi mpaka pale majira ya saa saba kamili za mchana. Baki pamoja nasi. Hakimu kasema wenye tabia potovu, mbaya na zinazokera, wote kizimbani, wote kizimbani. Eh, kijana